Karibu katika channel yako ya Feaboy kwa update zote za ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hii hapa ni tangazo la nafasi za kazi katika jiji la Arusha. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha anawatangazia Watanzania wenye sifa kuomba nafasi za kazi katika halmashauri hii baada ya kupata kibali kutoka ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa mchanganuo ufuatao: Dereva daraja la pili, nafasi sita. Inarudiwa. Majukumu ya kazi: kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa gari, kuwapeleka watumishi maeneo mbalimbali kwenye safari za kazi, kufanya matengenezo madogo madogo ya gari, kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali mbali kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari, kufanya usafi wa gari. Sifa za mwombaji: mwajiriwa wenye cheti cha kidato cha nne na leseni ya udereva daraja E au C, si ya uendeshaji wa magari ambayo umeifanya kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali, pamoja na cheti kutoka chuo cha mafunzo cha VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara kwa kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali yani TGS B1. Masharti ya jumla, waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45, na kama umesoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama TCU, Necta, pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 20 Oktoba 2025. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 20 Oktoba 2025. Kumbuka kutuma barua yako iliyosainiwa pamoja na vyeti kwenda kwa mkurugenzi wa jiji almashauri ya jiji la Arusha, slp 3013 20 barabara ya Boma, 23101 Arusha. Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki kwa ajira poto, yani poto.ajira.go.tz. Imetolewa na mkurugenzi wa jiji la Arusha. Jina langu ni Fairboy, karibu tena katika channel hii, na kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine, ili waweze kupata taarifa hizi. Lakini pia unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp, link limekuwekea katika description ya video hii. Asante na karibu.